Kwa majina anaitwa Paulo Ngusa Usaka. Nasoma darasa la sita katika shule ya msingi ya Dama. Rais wa kwanza anaitwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu wa pili, rais wa pili anaitwa Ali Hassan Mwinyi. Rais wa tatu anaitwa Benjamin Mkapa. Rais wa nne anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete. Rais wa tano anaitwa John Joseph Pombe Magufuli. Rais wa sita anaitwa Samia Suluhu Hassan. <coughs>